Mpaka sasa umeshawafungia wakulima wangapi drip irrigation system? Mpaka muda huu ninapozungumza, ni wakulima zaidi ya 20 ambao wamefungia system za umwagiliaji wa matone, ambayo ni drip irrigation system, ambapo kuna wakulima zaidi ya watano ambao tumefunga kuanzia kali sita mpaka saba za system ya umwagiliaji wa matone. Ndio, hii ni proti ya ekari moja na robo, ambapo tumeigawanya katika ploti nne, ambapo upande wa kushoto na kulia kuna matuta tisa kwa matuta kumi, kwa dizaini kama hiyo, ambapo ploti ya kwanza tumefungulia. Hii hapa ndio ambayo inatoa maji, dizaini kama hiyo. Shamba la limao emitanda zimefunguliwa muda huu zinamwagia design kama hii. So kwa mtu ambaye hafahamu, sasa ili aweze kufunga drip irrigation ama mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani kwake anahitaji kuwa na pesa kiasi gani? kwa alafu sukam approximation kwamba awe na kiasi gani cha pesa hiyo. Kwanza kufunga uai kwa mkulima mdogo ambaye ataanza na gali moja au ataanza na kusweka, kwa mfano kama anasweka, aandae kiasi cha pesa kwa ajili ya Maco TV na karibu. Wengi mmekuwa mkiuliza maswali kwamba ni gharama kiasi gani unahitaji kuwa nayo ili uweze kufunga mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani kwako ama drip irrigation. sasa Maco TV leo hii tunakutanisha na Make Tech Solution, ambao ni wauzaji na wanaofunga mifumo mbalimbali ya umwagiliaji hasa ya umwagiliaji wa matone, so leo hii tunaenda kujifunza kutoka kwao kwamba ni gharama kiasi gani vifaa ama ujuzi ambao utahitaji yeah, ili uweze kukamilisha kufunga mfumo wako wa umwagiliaji kwa hekari moja. hii ni Maco TV. naitwa Stefano Mashauri, abikasha engineer. Usiondoke. kwa majina anaitwa Jackson Karungoti ni mfanyakazi katika kampuni ya Mary Taking Solution, ambao tunahusika na kutoa huduma ya umwagiliaji wa matone lakini pia kutoa huduma ya vifaa vya mashambani lakini pia ambapo hapa tumebase katika system ambazo ni kuu, ni system mbili ambapo ya kwanza ni system ya umwagiliaji wa matone mashambani, ambapo leo nitakuja kukuonesha jinsi gani ya gharama za umwagiliaji wa matone kwenye shamba ambazo zimeenda kwenye kufunga mfumo wote wa umwagiliaji. Kuna vifaa vinavyohitajika katika kufunga, na pia kuna gharama za huduma ama service yenyewe ya kufunga Tukianza kwenye vifaa vinavyohitajika kwenye kufunga mfumo wa umwagiliaji wa matone, ni vifaa vipi hasa ambavyo vinahitajika kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone? Ambapo kuanzia hekari moja hapo, tutazungumzia kuanzia hekari moja, ambapo kwenye moja, hekari moja inategemeana na zao gani, ambao mfano ambapo kwenye hekari moja inakuwa na square mita

Kwa kwenye kali ya hiyo ya sabini kwa sabini ambayo inakuwa na square meter elfu nne mia tisa inakuwa inagharimu gharama ya viku tano, lakini pia kuna connection ndogo ndogo ambazo ni za

Tazamani, unavyohitaji kufunga mfumo wote ule wa umwagiliaji unahitaji mipira ambayo itakusaidia wewe kutoa maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hapa Dexon kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone tunahitaji mipira ya hii kwa okay. Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo tunazungumzia drip irrigation system. Ambapo tuna drip zaidi ya mbili ja, ambazo zinatumika okay. Ya umwagiliaji wa matone lakini hapa na ya umwagiliaji wa matone za ya 0.2, 0.3, 0.4, ambazo ni milimita 16 lakini hapa, ambapo kiwaa ah hapa, ambayo ni ya 0 ambayo inakuwa ina na mita elfu mbili ambayo inauza laki mbili na, lakini pia tuna thickness ya 0.3 kama ulivyoona, ambayo ni hii hapa, ambayo ina yenyewe inakuwa na mita elfu moja ambayo inauza laki moja na sabini. Lakini pia tuna drip nyingine hii hapa, ambayo ni imara zaidi, ni ya thickness ya 0.4, ambayo inakuwa na mita elfu moja ambayo inauza laki mbili naanza drip ya design kama hii hii hapa kwenye kari moja ambayo ni kali ya sabini kwa sabini ambazo zinakuwa na square meter 4900 ambapo hii hapa kwenye kali ya sabini kwa sabini zinaingia elfu tatu. Lakini pia na yenyewe hii hapa ya sickness ya 0.3 ambayo kwenye kali moja zinaingia drip tano, lakini pia kwenye sickness ya 0.2 ambayo yenyewe inakuwa na mita elfu moja elfu mbili, yenyewe itaingia drip mbili na nusu ambazo zinakuwa zina zimekamilika kwenye hali ya sabini kwa sabini ambayo inakuwa na square mita nne mia tisa. Okay. Hapa tuna dripu za dizaini nyingine ambazo tuna dripu za raundi dripu. Raundi dripu ni dripu special kwa ajili ya mazao ya matunda. Nikizungumzia mazao ya matunda nazungumzia mazao yenye jamii ya miti, tuna dripu hii hapa ambayo ni raundi dripu, ina milimita 16 ambayo thickness yake ni 0.9 lakini pia kuna connection zingine ambazo na, okay, kina kuwa, kina wakuko, ya, ya ni ndogondogo kwa ajili ya kukamilisha mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo humu ndani tunasherini vifaa vidogovidogo vya umwagiliaji wa matone na vifaa vingine. Hapa nitakuelezea jinsi gani ya vifaa vya umwagiliaji ambavyo vinakuwa vina uwepo huko shambani ambapo kwenye kati moja ya sabini kwa sabini ambapo tumechukulia Kwenye kufunga huu mfumo wa mwagiliaji lazima uligawe shamba, kwa kuna konekta ndogo ndogo ambazo zinatumika kwenye hiyo ekari. Hapa tunaanza na vifaa vidogo vidogo ambavyo kama hapa zinaita filter kwa ajili ya maji yasivuje kwenye zile limu za konekta zao. Lakini pia hapa tuna konekshen za mbao, ina maana kwenye ekari moja inatakiwa ugaani hiyo shamba, yani eza uigawe mara mbili au mara nne. Kuna bavu hizi hapa, ambapo kwenye kali ya sabini kwa sabini unaweza control shamba katika ploti. Lakini pia hapa tuna hizi ti kwa ajili ya kugawanya maji, yani na maana maji yaweze kugawanyika kwenda labda ploti ya kwanza na ploti ya pili. Lakini pia hapa tuna elbow na zenyewe zinatumika kwenye hiyo system ya maji, lakini pia tuna hizi flag, flagi zika moshoni kwa ajili ya kuzuia maji kwenye hiyo system na gogeza maso. Lakini pia huku tuna connection zingine ambazo ni tofauti na za full pipe. Kuna full pipe na PVC pipe. So, hizi connection zinazofuata hapa ni kwa ajili ya PVC pipe ambazo huwa zinaunganishwa na guni Vifaa vingine ambavyo vinahitajika kwenye mfumo wa umwagiliaji ambapo unaweza ukawa yeah, unakushi maji toka mtoni kwenda shambani au unakushi maji toka kwenye tenki kuelekea shambani, ambapo ukisha supply maji kutoka kwenye tenki kuja shambani au mtoni kuja shambani, ambapo unaweza ukaleta maji ya mpira wa nusu au nchi mbili na kuendelea, ambapo una connection ndogondogo za za vifaa ambavyo vinatumika ili uweze kuconnect, ambapo vifaa vya kwanza ni hivi. Unachukua ule mpira wa mainline na unaweka hapa lava, na kuja connection ya pili ambapo unakuja, unaweka hizi hapa connection zinazofuata zinaitwa start. Hizi hapa ndo zinafuata baada ya lava. Ukishamaliza baada ya hapo, unakuja system ndogo ambapo unaweza ukaweka direct na maana itoke Kwenye, kwenye laba ufate hii hapa upate fast kaengesha bar au ukaweka kibisi cha na maana huo mpira ndio chinionaeza kuweka kibisi cha hapa. Baada ya hapo unakuja unaweka hii hapa inaitwa mini. Hapo unakuwa na chance kama una matuta yako ishirini unaweza kufungulia kumi kwa melizia kumi kwa e baada ya hapo unakuja kwa mwisho ambacho kinakuwa mwishoni kabisa mwishon, hapo mwisho. Inaweza ikawa ni ft au ambayo inakuja hii hapa hii hapa inazuia maji mwishoni, na maji hayawezi kupita, kwa maji yanaenda direct ktika ya mwisho kabisa, inaitwa

Okay, leo nitakuelezea jinsi gani ya gharama zinazoenda kwenye ufungaji wa drip hapo tunachukulia mfano drip kwenye hekari moja. Kwenye hekari moja inalingana na kufunga drip ya gani? Kwa mfano, ukifunga drip ya thickness ya 0.2 ambayo ni drip ya pesi kidogo ambayo unaweza kuitumia ndani ya misimu mitatu mpaka miwili ambayo yenyewe kwenye hekari moja itakosti milioni moja na laki mpaka laki tano lakini pia ukibadilisha ukaenda juu yake, ambayo inakuwa na thickness ya 0.3, ambayo yenyewe kwenye kali moja itakosti milioni moja na laki mbili mpaka laki tatu. Lakini pia kuna system nyingine ambayo ni kali moja ambayo inakuwa na system ya jifu ya sickness ya 0.4, ambayo itakosti milioni mbili na laki mbili na laki nne

fano na kwa nusu eka, nusu eka wengi wanaanza na paipu ambazo zinakuwa zinasupply maji ya inchi moja ambayo inakuwa na gharama ndogo, lakini pia ambao wanakuwa nafunga kwa kuanzia ekari moja na kuendelea, nashauri waanze na kufunga paipu ya inchi moja na nusu. kutazama maji Maco TV, na hisi umejifunza vyema zaidi kwamba ni vifaa vipi ambavyo navyohitaji wakati unapohitaji kufunga Drip irrigation system na pia gharama ni kiasi gani, kwa unaweza kaangalia wewe unaweza kufika wapi ili uweze kufungiwa ama kufunga mwenyewe mfumo uh, wa umwagiliaji wa matone, na kama huja subscribe, naomba subscribe. Hii ni maco TV.